Ahazi aliitawala Israeli vibaya, aliasi amri za Mungu na hakutenda haki. Ahazi huyo alianza kutawala akiwa na umri wa miaka ishirini. Kwa sasa tungesema alikuwa Gen Z. Akatawala kwa miaka kumi na tisa, kwa hiyo akahitimu utawala wake akiwa na miaka 39, bado kijana. Hakuwa mwadilifu, alitengeneza sanamu akawataka watu waziabudu, akaanzisha ibada ya uvumba, akaabudu miungu mingine, akawalazimisha watu wamuabudu yeye na kumtolea sadaka katika madhabahu mbalimbali ndani ya Israeli, akaharibu vyombo vitakatifu hekaruni. Mmesikia? Hatimaye Mungu akamtia mikononi mwa mfalme wa Sham, akapoteza mamlaka na uwezo wa maamuzi, akawa anatawaliwa na mfalme wa kigeni. Akiwa mtegemezi kwa kila kitu. Kuona hivyo, mfalme Ahazi akahonga, neno la Mungu linasema, akahonga rushwa. Rushwa haikuanza leo. Alipohonga, akaanza kuabudu miungu ya kigeni ili imsaidie kuondokana na tabu iliyokuwa ikimkuta mtazamaji wa Nyikani TV, pole na hekaheka heka zote ambazo zimetokea hivi karibuni. Nafahamu kwamba moyo wa mwanadamu unakuwa na vitu vingi ikiwemo swala la hofu, lakini tutazame andiko la baba Askofu Kalikawe lwa Kalinda Bagonza katika ukurasa wake wa Facebook, akisema wa kwamba mnanilazimisha niseme tumefikaje hapa badala ya tunatokaje hapa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 hapakuwa na maandamano. Tatu, miaka yote wagombea huenguliwa, kura huibiwa na hakuna maandamano. Nne, miaka yote wagombea utekwa, wakurugenzi hujificha chini ya meza na hakuna maandamano. Tano, miaka yote ufisadi, kupuuza ripoti za CAG na rushwa za uchaguzi zipo, kupora ushindi kwa mabomu kupo, bado hakuna maandamano. Namba sita, Askofu Bagonza anasema miaka yote diaspora wapo wakiunga mkono wa upinzani na CCM pia bado maandamano hayapo. Namba saba, Askofu Bagonza anasema miaka yote wapinzani hugawanyika, huuza ushindi, hujiteka bado maandamano hayapo. Namba nane, Askofu Bagonza anasema miaka yote wapinzani hujiengua na kuhamia CCM na ubambikiza ubambikizaji wa kesi za uhaini umewahi kuwepo, bado maandamano hayakutokea. Namba tisa askofu Bagonza anasema miaka yote viongozi wa upinzani hukamatwa, hunyimwa haki, hufungwa na kulipiwa faini, bado maandamano hatukuyaona. Kumi askofu Bagonza anasema miaka yote tume ya uchaguzi huteuliwa na raisi uhesabu kura au ubuni matokeo, na bado maandamano hayatokea hayakutokea. Sasa nini kilitokea mpaka maandamano yakatokea? A, anasema utekaji, utesaji na mauaji ya kikatili vilishamiri sana mpaka watu kujitaja, na viongozi wakakaa kimya. b hoja ikapelekwa bungeni, spika akaitupilia mbali. Kama angeipokea, utekaji ungekoma. Damu za watu zitalilia bunge lililopita. c si. kesi zikapelekwa mahakamani zikatupwa, na pale mahakama ilipokubali polisi wakaigomea mahakama. Majaji wetu kuweni macho, damu isiyo na hatia ni hatari Baadhi ya viongozi wa dini wakapaza sauti, wakapigwa nondo na wengine wamakanisani, makanisa yakafungiwa. Waliokaa kimya Mungu hata wakalia kimya, mdomo haulipiwi kodi. Wanadiplomasia wakatishwa kwa kuwasikiliza wapinzani na wanaharakati. Nijuavyo, Geneva Convention inamfanya mbwa wa mfalme kuwa mfalme wa mmbwa wote. F wana CCM walio huru na jasiri walionya na kushauri wakapuuzwa, wakatishwa, wengine wakagombea na majina yao kukatwa. Mwisho wakosoaji wakaambiwa wasubiri mpaka Yesu arudi. Wapendwa wanadamu mwanadamu ana kiwango fulani cha uvumilivu huo. Uvumilivu husaidiwa na matumaini kuwa kesho itakuwa bora kuliko leo. Matumaini yalitoweka kwa sababu mianya yote ya kupata haki ilifungwa. Mimili yote iliungana kushambulia uhuru na haki za watu na kuwa kebei. Mwanadamu aliye maskini na kukosa haki na uhuru ni mkatili sana.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 Hili ni andiko la askofu Kalikawe Bagonza akisema kwamba mnanilazimisha niseme tumefikaje hapa badala ya tunatokaje hapa. Mtazamaji, karibu nawe kwa maoni yako. Nikutakie wakati mwema.